<laughs> Eh, nyii mekuja kufanya nini hapa? Nani kawaita? Haya, ah, mwende kule mkasubiri chakula. Kwanza niwakingie maji, leo mtakunywa maji kwenye sufuria leo, niwakingie maji niwape na DCP, then nitakuja kuwapa chakula sawa. Chakula chenu hicho hapo. Chapo tena kina mchanganyiko mzuri huo, bala sawa. Haya, mkuje mwende mukuje muende, mukuje muende. Sawa, aya, maji nimeweka DCP ya kutosha kabisa, nimeweka DCP nyingi sana. Naenda kuwawekea pale ndani, ili wote wanywe humu. Sasa hapa hawawezi kutoka mpaka mimi niondoke na chakula niende nacho kule, walishe na chakula ndo hiki hapa. Chakula hiki hapa kina mchanganyo mzuri sana, lakini hawa jamaa kufuatana. Hebu mnipishe basi we! <laughs> mi <laughs> nataka <laughs> <laughs> nikwambie kuku, bwana. Kuku ukiwatunza vizuri, wanakuwa marafiki kabisa, yani wewe ni sehemu ya familia yao kila utakakoenda umebeba kitu wako na wewe huku, anahitaji mapenzi. Kila utakakoenda umebeba kitu wako na wewe hawataka kuachilia hata kidogo. Sasa pale nimewachanganyia DCP, nataka niwawekee chakula, kwa sababu ni jioni na mvua zinanyesha sana. Nikiwawekea hapa nje, mvua itanyesha na kingine watamwaga mwaga. Na wanakaa pale juu kwa sababu wanakaa pale juu, ninachofanya sasa ninawawekea hapa chini hiki chumba walikuwa wanakaa kuku wale, nawawekea hapa chini wanakula, na maji nawawekea pembeni, wanakula wakishiba, wanapanda juu wenyewe. Unanielewa vizuri? Unaona, kwa wale ambao wageni hawajaiona hii, ndo ngazi, mlango ule pale wa kuingia kule ndani. Unaona wanapopanda pale, hii ndo ngazi, mlango ule pale kwa hiyo Sitaki kupanda kule jumi kuchukua vyombo vya maji. Eh, yeah, hey, God is good. Ona, wameniacha na mayai yangu hapa. Unaona eh? Kwa hiyo atakachofanya sasa ni kuwawekea chakula hapo. <laughs> Yaani wananisifu mpaka nataka kuanguka na mayai wa mezaga wameacha hapo. So, jamani sasa simnipishe nipite eh? <laughs> Nitawawekea chakula alafu nitakuja kuwawekea yale maji ili wakiingia wale kukikuchwa watakapoanza kulala basi nitakuja niwafungie huu mlango. So mnipishe ili kwamba niweze kuwahudumia. See them, see them <laughs> tutakesha hapa, mimi na kazi nyingi leo, niko peke yangu, sina mtu akunisaidia hata mmoja, yaani niko mwenyewe leo. Kwa hiyo hapa ni mchaka mchaka, yeah. Wametagataga huku nje, nimeokota mayai na mengine, kumbe wametaga hapa ndani mchana ule wanapoingia ingia kuangalia kama kuna chakula humo au kama kuna nini yale. yeah, pale. <laughs> Unaona no, wameshinda nayo mayai na hawajala. Nimekuambia hivi, ukiwapa DCP vizuri kuku wako awali mayai. Ukiwapa DCP vizuri kuku awali mayai, i'm telling you the truth, hawali mayai kabisa kabisa, hata wawe na njaa aje hawali mayai. Sasa si muone huyo jogoo afu kishingo kama nini, uoni wewe uniogopi. Uniogopi wewe unafanya vurugu mbele yangu mimi, una maadili. Unaona eh? We, we, uniogopi wewe we, uniogopi. Muone huyu sasa anaingilia, huyu sasa anakuja kumpigania. Mwezi usinipige, huyu ndo mbabe wao. Utaniumiza mwenzangu eh, utaniumiza utani mikidole, ndo mbabe wao. <laughs> Kwa hiyo ukiwapa DCP utaokota mayai mpaka ushindwe, mpaka ushindwe. Mi ndo nakwambia, nanisikia bwana, so mi niko peke yangu. Kwa hiyo nikiwa na kuku wangu ndo nacheza, ndo nacheza nao, unaona mayai yani nimeokota mayai mengi lakini. You understand? na hawana time nayo mkopo haya Mi nawawekea chakula hicho, mkule sasa. Kama mtaweza kukula kama mtaweza kukula, and I know I'm hamuwezi kukula hapo, huo ni mfuko <laughs> mfuko <laughs> hamuwezi kukula. Ngoja mi nikachukue maji, ngoja mi nikachukue maji au. <laughs> <laughs> wanakuja hao <laughs> Mungu wak mi nataka kubeba maji ji mnaenda wapi? <laughs> Aki ya Mungu mi mnipishe, mnipishe, mnipishe nipite na maji pisha, pisha. pisha, pisha. Mtanimwagisha tu na haya maji, we sinipishe we. Pisheni huko eh, wanakunywa maji eh. Ae. <laughs> wanakunywa maji, hiyo ni DCP hiyo, kunyweni tu. Ah, ni, ah, ningoja ah, sasa. Niingie niwawekee ah, chakula. Ah ah ah. Wana kufanya nini hapo, unapasua mayai yangu mitoka? <laughs> <laughs> Ndio hivyo jamani, usisahau kusubscribe, kushare, kucomment, kulike. Hey, I'm sorry. Sijamgani mwingie mayai yangu, sio chakula hiki. Mliacha kule ndani kama sio kilangalanga hicho. Jamani, msisahau kusubscribe, wapenzi, nawaomba sana. Mungu awabariki, Mungu awatunze, love you all. Sasa wanakula, watakula hii jioni wakishiba. Maji ya kunywa haya hapa wawe chicken. Mara zote huwa ni wabishi sana kuingia ndani. Unaona hao hapa, bado wanajishauri, mbona jua bado Mbona jua bado, kwani jua limeenda, mbona bado? Kwa hiyo hawataki kuingia, wanaendelea kujishauri. Wenzao wanakula, wao wanaendelea kujishauri. Kwa hapa wanakula, wakishiba wanakunywa maji hayo hapa ya DCP. Mpaka asubuhi hayo maji yatakuwa yameisha, na mimi sina stress na wao, sina stress na wao kabisa, wacha tu wale wacha tu washibe, nimewaekea mm-hmm, vyombo viwili tu, watapeana zamu hapa hapo kwa sababu stress zao, vyombo viwili tu, vyombo viwili tu vinawatosha. Kwa hiyo hapa chakula chao nimechanganya, nimechanganya na layers. Kesho nitawaonyesha ile, ile, ile, ile, ile, ile premix ya layers ambayo inawafanya wawe wanataga, kwa hiyo nitawaonyesha kesho nimechanganya ile, nimechanganya mauduvi na mazagazaga mengine, lakini nimeweka na chenga za mchele. Kwa hiyo pumba zao ya mahindi ya, ya mpunga kidogo, ina vichenga chenga. Kwa hiyo nimeweka chenga za mchele pia ili kwamba ziweke uzito, usiku watashiba sana, watashiba sana, kwa sababu nimeongeza chenga za mchele. Kuna watu wanauza kuku, unauza? Jamani, siuzi, wapendwa, siuzi kabisa, siuzi. Hawa ni wakula mimi na familia yangu. Yes, siuzi kwa kweli. Jumatatu kesho ni siku ya, ya ya mama duniani, so Mungu akinisaidia, wiki hii nitachinja jogoo yule mkubwa, nimtengeneze vizuri, ni marineti vizuri, nimtumie mama yangu You understand? <laughs> Ndio mambo yanaenda hivyo, so mambo si haba na muda umeenda sana, inataka tu <laughs> nifunge <coughs> Ay, yeah. Huu mlango mlangoudukieni tu kwenye maji huaya, kwenda huko. Kwa sasa nimeshafunga mlango, wakimaliza kula watapanda ngazi pale, unaona zile ngazi wanapanda, afu wanaingia ndani hapa, wanakula kwanza hapo, ni mpaka wamalize kula awatoki saizi watakaoshimba watakuya maji hapa. Alafu wataenda kule juu haya maji ni masafi yambadishwa na DCP. Iyo sio machafu yambadishwa na DCP. Naona eh? A, mambo ni hivyo, mi nawapenda sana jamani. Msisahau kusubscribe, kushare, kucomment, Kulike. Love you so much.